Karibu kwenye Kuku Kienyeji Hustle. Hapa tunaanza na kuku mmoja, na tunatengeneza kesho yenye mafanikio. Usisahau kusubscribe. Mambo ya kuepuka ili kuku wako wasikumbwe na magonjwa ya kawaida. Unajua, magonjwa mengi ya kuku si lazima yatokee. Wafugaji wengi hupoteza kuku kwa makosa madogo ambayo yangeepukika kabisa. Leo, nitakuonyesha mambo tano ya kuepuka ili kuku wako wabaki wenye afya kila siku. Kama unafuga au unapanga kuanza, basi kaa karibu, hii video itakuokoa hasara kubwa. Kabla hatujaingia kwenye orodha, kumbuka hili. Kuku ni viumbe wadogo lakini wanahitaji usafi, lishe sahihi na utunzaji makini. Mara nyingi, ugonjwa mmoja ukianza banda moja unaweza kuwa kuku wote ndani ya siku chache. Ndiyo maana tunapaswa kuwa makini na mambo haya yafuatayo. Namba moja: banda chafu. Usafi wa banda ni jambo la kwanza. Kinyesi kinapokusanyika huzalisha bakteria na vimelea vinavyosababisha mafua, kuhara na hata ndui ya kuku. Hakikisha banda lako linasafishwa mara mbili kwa wiki, na weka chokaa au majivu chini kupunguza harufu. Namba 2, maji machafu. Kuku wanakunywa maji kila siku. Ukiwapa maji yenye tope au yanayonuka, wanapata vimelea vinavyosababisha kuhara na homa. Badilisha maji kila siku na hakikisha ndoo za maji zinapigwa mswaki mara moja kwa wiki. Namba tatu, msongamano wa kuku. Kuku wengi ndani ya banda dogo ni hatari, magonjwa huenea haraka sana weka nafasi ya kutosha. Kuku kumi wanahitaji angalau mita moja ya mraba. Hii itawasaidia kupumua vizuri na kuepuka kupigana. Namba nne, chakula kisicho bora. Chakula kisicho na virutubisho husababisha udhaifu wa kinga ya mwili. Wape chakula kilichochanganywa vizuri, mfano mahindi yaliyosagwa, dagaa na majani kama mchicha au muhogo. Namba tano: kutokuchanja kuku. Chanjo ni kama kinga ya mwanadamu. Kuku wasipochanjwa wataambukizwa kirahisi magonjwa kama gumboro, ndui au neukastle. Fuata ratiba ya chanjo kulingana na umri wa kuku wako. Kwa hiyo, rafiki mfugaji, epuka mambo haya matano: banda chafu, maji machafu, msongamano, chakula kibovu na kutochanja, na utaona tofauti kubwa kwa kuku wako. Kuku wenye afya, biashara yenye faida. Usisahau kushare video hii, kusubscribe na kubonyeza kengele ili upate video nyingine kama hii kila wiki.